iOS 26 imeshatoka na haya ni mambo makubwa ambayo ningetamani wewe Mtaasisi uweze kuyafahamu. Sitaweza kuzungumza yote, lakini nitaenda kugusia yale ya msingi ambayo sitaki uweze kuyakosa, na nitajaribu kufanya kwa haraka haraka ili video isiweze kuchosha. Sasa, jambo la kwanza kabisa ni lile ambalo wamelipa muda mrefu sana, ni wanazungumzia ile glass au liquid sasa hii ni muonekano umebadilika kabisa kwenye skrini yako au theme, so imebadilika kabisa, inakuwa na muonekano kama wa kioo. Na hii unaweza ukaangalia kwenye simu za zamani zilikuwa na huu muonekano, ukiangalia kwenye iPhone 4G, sijui 3G, hizi zilikuwa zina muonekano wa namna hii, lakini sasa hivi wameamua kurudisha na kuweza kuboresha ili uweze kuvutia zaidi. Lakini jambo la pili, ni kuna kitu inaitwa dynamic and adaptive lock screen. Sasa hii kazi yake ni kufanya lock screen yako iweze kuvutia zaidi. Kwa mfano, tunakumbuka kwenye ile saa yako pale chini, basi kwa iOS zilizopita waliweka namna ya kuweza kufanya kama umepiga picha ya mtu, basi saa inatokea kwa nyuma alafu mtu anaonekana yuko mbele ya saa. Sasa sasa hivi wameboresha zaidi na kuifanya ile saa inaweza kuvutika kama una u, picha imeshuka chini imefanya nini, basi fa, ile saa inakuwa adaptive, inaweza kunyongea nyongea kulingana na sehemu ilivyokuwa au design ya picha yako ilivyokaa. Tatu ni walichokiongeza ni minimalistic. Eh, uh, sivyo in, inatamkwa hivyo. Uh, maana yake ni kwamba wamefanya application nyingi ziwe hazina mambo mengi. Yaani wamezipunguzia punguzia zile buttons za kuklikia hapa na pale. Kwao zimekuwa very simple. Kwa mfano, uh, tukienda kwenye photos app ambayo walitoa kwenye iOS 18. Watu wengi walikuwa wanalalamika kwamba ile sehemu ya album ilikuwa imeondolewa. Kwao walikuwa wanapata shida sana kwenye kuscroll kutafuta picha zao. Sasa sasa hivi wameamua kuirudisha tena na kuifanya iweze kurudi kwenye iOS kumi na saba ambayo ilikuwa ni ya mwisho kutumia hiyo mfumo. Kwa hiyo Apple wanatusikiliza, inaonyesha kwamba wanatusikiliza, kwamba malalamiko yetu wanasikia na wanaamini kwamba wao hawako perfect. Kuna muda wanaamua kusikiliza maoni ya watu na kuweza kudima. Mwenye ni moja kati ya watu ambao wataasisi wengi wamekuwa wakinitafuta, nataka nipate albamu yangu sioni eh, baada ya kuupdate, sijui kimetokea sikioni kwenye picha zangu edewe, sasa wameamua kufix hilo tatizo na kurudisha kwenye mfumo wa nyuma, lakini pia wameweka tab kwa hiyo kuna tabu ambayo unaweza ukatumia kwa mfumo huwa sasa hivi, lakini pia ukitaka kurudi kwenye upande wa zamani kuna option pia. Ukiklik pale kwenye albums, unaweza ukarudi kutumia kama ilivyokuwa mwanzo. Vile vile kwenye kamera, wameboresha boresha na kupunguza punguza buttons na kuweka urahisi wa kuweza kuzipata baadhi ya buttons. Kwa mfano kama ukikumbuka kutafuta flash flashlights, ilikopo ni kipengele kidogo, bado ni kipengele by the way kwao. Sasa hivi wameweka urahisi wa kuweza kuzipata hizo buttons zote kwa pamoja, huku application yako ya kamera ikiwa very simple, haina mambo mengi, ina mambo yale ya msingi tu ya kusaidia wewe kufanya shughuli zako kwa haraka. Naomba ni nikuulize swali kwanza, ume imeshawai kutokea situation unadaiwa na mtu alafu huyu mtu anakupigia simu kwenye simu yake hutaki kupokea, akaamua kutumia namba mpya ili kuweza kupata. Sasa kuna mtu anawaza siji, nipokee atakuwa ni yeye. Sasa hivi it's no more, kwa sababu Apple ameweka feature mpya ya AI ambayo itaweza ku, I mean kutambua namba ambazo ni mpya, na hizi namba mpya zikikupigia simu basi simu inakuwa imejipokea automatic, wewe unakuwa wow, usikiki yani, wewe unakuwa kwako, uwezi ukajua kama simu imejipokea, na baada ya kujipokea huyo mtu hata aongee vipi haita haita ita kwako mpaka ajitambulishe au hawe, ataje jina lake kwenye hiyo nanilii kwenye hiyo call, akishajitaja jina lake, basi simu ndo kwako inaanza kuita na akati, wakati naita, kabla haujaipokea inaonyesha pale maelezo kwamba huyu ni mtu fulani fulani fulani, ana shida gani na shida gani na shida gani. Kwa hiyo kabla hujapokea simu yako utaona kwamba huyu ni mtu ambaye natakiwa nimpokelee, au ni ule ule Mdai, mdai wangu ananipigia tena kwa namba nyingine. So do you think that it will fix your problems au bado ni ficha nyingine ambayo inatakiwa kufanyia mabadiliko? Taniambia kwenye comments. Tuende kwenye tip nyingine ambayo ni muhimu pia zaidi, kwa wapenzi wa games, basi sasa hivi mtaenda kuenjoy zaidi, kwa sababu Apple ameleta na application mpya kabisa ambayo haijawahi kuwepo, ambayo ndani yake itakuwa na ile applica, ile feature yao, inaitwa nini, ambayo ipo kwenye app store inaitwa come on come on come on, inaitwa arcade. I don't know kama natamkwa hivyo lakini tutanirekebisha kwenye comments. Kama sio hivyo, hiyo application itaenda kuwasaidia wale watu ambao wanapenda kucheza sana game. Lakini kubwa ambacho mimi nimekipenda zaidi ni kwamba kama unataka kucheza game na mtu ambaye ni rafiki yako au ni nini, unaweza ukacheza naye live bila hata kuangaika na mambo mengine. Kwa hiyo pia watu ambao wanacheza live, unaweza ukawa invite pale au unaweza ukaona unache... mtu wako anacheza... anacheza live, safi kabisa, kama inavyofanyika kwenye magame, kama PUBG na vitu kama hivyo. Feature nyingine ambayo ni ya muhimu sana, I think kwamba hawa ma translator biashara yao inaenda inaweza ikafa in the future, kwa sababu hii ni feature ambayo inasaidia wewe ukipigiwa simu uh, uweze kupokea simu na mtu hata kama anazungumza labda, let's say mtu anazungumza Kichina, unaofanya biashara yako wa Kichina wa hawajui Kiswahili basi, akikupigia simu direct unaweza ukawa unaendelea kuongea naye at the same time kuna translation inatokea pale. Hii ni feature ambayo Samsung wamesha introduce kwenye simu kwenye simu yao wakati inatoka. I think ni S25 is not S24, utanirekebisha tena hapo kwenye comments, lakini hii ni feature ambayo ni muhimu sana, kwa sababu kuna watu wengi sasa hivi tunataka tuna kufanya biashara na watu ambao wako nje za nchi, tunataka kuzungumza na, na tupate marafiki ambao wako nje ya nchi. Hii ni feature ambayo itaweza kutusaidia watu wote. Kwa hiyo utaweza kuwa unapigiwa simu at the same time, akati anaendelea kuzungumza kama let's say ni video call, akati anaendelea kuzungumza kwenye screen yake pale natokea subtitle kama vile unaangalia movie. Hebu <laughs> niambie kama wewe ni mkalimani, do you think in the next five years utaendelea kupata ugali wako? Tuniambie kwenye comments, feature ya muhimu au ya kawaida au anyway, whatever utakavyoichukulia, lakini ni moja kati ya feature ambayo imeongezwa kwenye maps. Sasa hii feature itakusaidia kwa watu wale ambao wanapenda sana kusafiri safiri mara kwa mara au sehemu moja inaenda sehemu nyingine, basi uh, application yako ya map itakuwa na rekodi mienendo uh, yako. I don't know kuhusiana na usalama, ingawaje epo wamesema kwamba wataenda kuifanya iwe encrypted, kwamba wewe peke yako ndo unaweza kuona na kuaccess hizo data, lakini who knows bwana, itaniambia kwenye comments what do you think about this, lakini hapo mtu akishare hilo sasa, hii application itakuwa ina record hizo uh, movements zako na kuweza kufahamu uko wapi at, at what time. Kwa hiyo siku utakapokuwa umesahau, let's say umesahau, umeenda Kariakoo, kwenye Kariakoo pale umezunguka zunguka maduka mawili matatu, kuna kitu umenunua sehemu alafu ukasahau ulinunua duka gani, basi kupitia maps yako naweza kakuonyesha kwamba ulipita hapa, ukaenda hapa, ukaenda hapa, ukaenda hapa, ukaenda hapa. Unasema pia itatusaidia kama unataka labda uende nje ya mji itakuwa inakusaidia kwamba bwana eh, umepotea saa, umepotea itaku, ita, itakukumbusha kwamba ulikuwa ni sehemu gani unatakiwa kuenda sehemu gani sasa. It sound very great, it, it sound very nice, lakini do you think kwenye upande wa kiusalama mtu kufuatilia au kufahamu uh, sehemu zote unazozitembelea iko sawa? Na do you think Apple ilichotuahidi kwamba itakuwa sawa itakuwa ni sawa kweli? Wewe utaniambia, lakini sasa ni wakati mbaya au wakati ambao watu huchukia sana nataka watu wanajiuliza sasa, mpaka sasa hivi, je yeah, ni simu gani ambayo inaweza kusapoti hiyo iOS 26? au je yeah, device yangu itaweza kusapoti iOS 26? Basi kama wewe upo kwenye hii list, basi you are lucky. If you're not in, basi angalia namna gani unaweza kutafuta hela ya kuweza kuupgrade simu yako au ku... yeah, that's the only option bro. Sasa iPhone 11 kwenda juu, you lucky. Na iPhone XR kushuka chini, I'm sorry guys, I'm sorry, I'm sorry, it's not for you anyway. Wanaotumia iPhone s SE kuanzia second generation kwenda juu you guys are lucky. So again XR, mmevumilia sana, tumewavumilieni sana ime, imekuwa ni muda mrefu sana. XR imekuwa ikipona iki, pona kwenye hii hii list, lakini finally XR is no more wo. Anyway, katika yote hao niliowazungumza, hauwezi ukaamini mabadiliko ambayo Apple ameyafanya kwenye iPadOS guys. It's massive it's massive, ni hatari mwenyewe, nimekuwa surprised sana. So usimiss kwenye next video ambayo nitaenda kuitengeneza kwa ajili ya kuzungumzia mabadiliko ya iPads OS. Hii itakuwa ni pff, mind blowing. So that was it guys, peace out, until the next one, make sure you follow